Ya yeah. Okay, okay. wadau wetu wa Fabidigo TV msisahau kusubscribe, kulike na kukomenti habari za Fabidigo TV. Hii ni habari ambayo imetimilika na imekuwa na uhakika zaidi, ni baada ya, ya uwanja wa Yanga kutangazwa kwamba utajengwa lini, uwanja wa Yanga kwamba utajengwa lini, lakini huku eh, kuna msemaji mmoja wa kitaani kwetu anaitwa Jamhuri Kiwelu Julio oh. pereperu pere, pere, Jamhuri Kiwelu Jamhuri Kiwelu Jamhuri Kiwelu amekuja na maneno yake, akiojiwa ya na vyombo vya habari kwamba, na liwe kama kumuua wamuue, kama kama ni kumtupa baharini wamtupe baharini. Jamhuri Kiwelu ni mchezaji aliyekuwa mchezaji wa zamani wa Simba Football Club, akicheza namba 4 na namba tano. Amewahi kuwa kocha msaidizi wa timu ya taifa kipindi cha o, kipindi cha cha huyu, kocha huyu kocha Komoro alikuwa anaitwa mo, Moroko, kocha Moroko yule wa kutoka Zanzibar ambao majuzi wametoka kuondolewa, amepewa Gamondi team. Huyu Jamhuri Kiwelu Julio Kiwelu ambayo mnamfahamu wote, sikiliza habari zake anavyoongea, tunanukuu kama vile tunavyosoma kwenye daftari letu ambalo tumetukuzanya hizo habari zake yeah. Fabidigo TV imepita katika ma, ma, ma vya habari na kukutana na Jamhuri Kiwelu. Jamhuri Kiwelu akiwa anaongea mengi sana kuhusiana na Simba. Pale baada ya kuonekana kwamba Mo Dewji na grupu lake la Try Again na kuendelea kwamba wanaihujumu Simba Football Club. Sasa hizo habari zimekuaje? Tumezinasa sisi kwenye vyanzo vyetu vya habari kwamba Jamhuri Kiwelu akiwa na anatoa anatoa ushahidi na ukweli kwamba, je, ni jinsi gani jinsi gani kundi la Mo Dewji pale Simba anavyokuwa wanavyo Simba Football Club. Sasa amesema yeye anaongea kama Jamhuri Kiwelu, na kama atakufa afe, na kama atauawa au auawe, ila Simba ni timu inayomuumiza moyoni mwake maana ndio timu anaipenda. Jamhuri Kiwelu Julio akiulizwa na vyombo vya habari eh, akisema kwamba kundi la Mo Dewji katika upande wa Simba Football Club ndio wanai, anaitesa Simba, yaani kwamba Simba Football Club mpaka matokeo haya wanapata na miaka minne hawana kikombe chochote. Ni kwamba kwamba kundi la Mo Dewji, yani kundi la Mo Dewji kwenye upande wa mkurugenzi pale Simba Football Club ndio linayoiteza Simba, wala sio mangungu wala sio mtaza mangungu. E, Jamhuri Kiwelu akiwa anaongea hivyo kwa kusikitika na akiwa anaonekana kwamba amechukia kwamba ile Simba sio ya kwao ni wananchi mapenzi na Simba, na mtu yeyote anaweza kwenda kuwa mzamini wa Simba Football Club. Yani, kwa yeye anaongea kwamba na grupu lake waondoke, watuachie, waachie timu yao, kwamba Simba yani, yana, timu yao atakuja mzamini mwingine ya, amesema, kabla ya kwa nini anashinda kuiachia timu? Kwa yeye anasema kama yeye anadai ya kwamba yeye ndio kila kitu Simba, tuone okay, ukiondoka kama Simba haitaendelea kuwepo. Sema Simba ni Simba na yeye ni yeye, maana yeye atakufa, Simba itakuwepo. Anasema yeye mwenyewe akajitolea mfano yeye mwenyewe Jamhuri Kiwelu kwamba yeye naye atakufa ila Simba itaendelea kuwepo kwamba Simba ni timu ya watu na itaendelea kuwa kizazi na kizazi. Sasa haiwezekani mtu mmoja ae, na viongozi wake aliyowaweka yeye pale kwenye a, Simba Football Club ailete maruerue sasa. Simba imetulia baada ya kusajiliwa kwa Oula kusajiliwa Guye nachama, na chama afu kuna mchezaji mwingine pale anaitwa yule golikipa e, kusali Eh, kuna mchezaji mwingine eh, yule anayevaa namba ile namba kumi ya Aua, na wachezaji wengine pale wapo waliosajili walio dirisha dogo, wanasifiwa sana kwamba wamefanya kitu chema. Oula akiwa anapiga visigino kama Ronaldinho Gaucho eh, kuna Oula pale, kuna chama chama anapiga mpira wa kustafu, yani anasema ile wanasema mpira wa kustafu yani a, a, usimguse yani, ukimgusa na kupiga tobo, ndio mpira huo Simba wanautaka, wanasema pira sambusa, pira biriani. Sasa ukiangalia ninavyoongea mimi hivi, naongea kama yale niliyakuta huko kwenye chanzo changu cha habari, siongei kwa kuipamba timu, naongea kwa jinsi anaipokoa, anaongea Jamhuri Kiwelu. Sasa Jamhuri Kiwelu amewawashia moto viongozi sana, mwekezaji Simba na kundi eh, Mo Dewji na na na, na kundi lake akiwaambia kwamba Simba Football Club ni timu ambayo itaendelea kuwepo mpaka mwisho wa dunia, lakini wao wataondoka na watasahaulika tu itakuwepo historia ya kwamba alikuwepo Mo Dewji mwaka fulani, aliwahi kuwa mdhamini wa Simba, kwamba kama vile walivyokuwa wenyewe wa kina Jamhuri Kiwelu, kwamba kipindi wao wanacheza mpira. Sasa hivi imekuwa historia kwamba Jamhuri Kiwelu aliwahi kuwa mchezaji wa Simba na alikuwa beki mzuri sana. Kizazi cha sasa hivi wanasoma kwamba Jamhuri Kiwelu amewahi kuwa mchezaji wa Simba. Kwao wanasema tumesahaulika, yani kwamba anasema hakuna cha kumtishia kwamba Simba akiondoka Mo Dewji, Simba itakufa kwa lengo la Jamhuri Kiwelu. Anasema bwana Mo Dewji aiachie timu, yaani hii ni kwa sababu ya kwamba kwa ajili ya usalama wake na usalama wa timu yenyewe. Maana anasema yeye hajawa aja vizuri katika kumsikiliza nani huyo, kumsikiliza Mo Dewji, kwa sababu mara nyingi akinukuliwa Mo Dewji kwamba timu inamwingiza hasara. E, timu haina faida, lakini watu wakisema iachie, ataki kuiachia hivi. Kuna kitu kama hata hauna akili au hujui kusoma hata kuona uoni? Kwa sababu wanasema mtu anasema timu inamwingiza hasara, kwa nini timu hiyo ataki kuiachia? Sasa sisi kama Fabidigo TV, tukiwa nafanya kama uchambuzi wa maneno ya Jamhuri Kiwelu aliyoyasema tukiwaletea iwaetea ili muweze kupata hapo ulipo, kama upo shambani na simu yako, kama upo nyumbani na simu yako, siku hizi tutasema ni kompyuta, imeifanya dunia kuwa kama kijiji. Sasa wewe, kama maneno haya ya Fabidigo, uweze kusubscribe hii channel yetu, ili tukuletee vitu vingi vile ambavyo vinakuja chini ya carpet. Kumbuka tulikwambia, chini ya carpet ni vitu ambavyo havijafahamika bado, na YouTube channel zingine sisi ndio tumepata kwa sababu tupo karibu na sehemu hiyo ya hao watu tunaowasema, kina Jamhuri Kiwelu. Kuna vitu sisi tunapata, wengine hawatapata, maana mpaka zije zivume, sisi tuisha toa kitambo. Ndio maana sasa, ukisubscribe hii channel ya Fabidigo TV, itakupa vile vilivyo vya ndani na vilivyochini chini ya kapeti. Sasa bwana, endelea kuwa salama na kusikiliza habari hii. Tunasema asante sana kwa kutusikiliza.